Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa siku ya leo, ambapo tumeweza kufanya mashindano ya Cyber Champions competition ambayo yameandaliwa na TCRA. Kwa kweli compare mwaka jana na mwaka huu, naona kama mwaka huu kidogo mchuano umekuwa mkali zaidi, yaani kama watu walienda ku kupambana zaidi kuweza ku solve challenge tofauti tofauti. Kila siku competition inakuwa. Hii inaonyesha kabisa jinsi gani TZC seti ilivyokuja na kuweza kunyanyua vipaji vya watu wengi na kufanya wengi watamani kuwa katika hii sekta ya teknolojia na upande wa cyber security. Nashukuru Mungu kwa kuibuka kidedea, nimeshika namba moja katika mashindano ya cyber champion kwa mwaka 2000 wa kwa mwaka wa masomo 2023 2024, na, na, nimejifunza mengi, kwa sababu mimi ni developer nafanya development, itanisaidia mimi kuweza kujua namna gani kuweza kusecure navyodevelopu mifumo yangu. Nimefurahi sana kuwa sehemu au pati na mshindi wa TCRA kwa mwaka huu, kwa maana mwaka jana nilitokea hatua ya awali koo, nilisema okay, na mimi nafasi hii, acha nijaribu tena kwa juhudi zangu zote. Ni mara yangu ya pili kushiriki. Kwa mara ya kwanza niliishia kwenye nusu fainali bati, kwa awamu hii nimechaguliwa kufika finals, but pia nimetoka kidedea kama mshindi nambari 4. Kwa kweli nimefurahi sana kushinda na kupata certified kama mnavyoona kupitia, uh, shindano hili tunaongeza awareness ya vijana ili kupata ujuzi na uwezo mkubwa katika usalama wa mtandao, na kwetu imetusaidia kujua vijana ambao wako vizuri zaidi kwenye eneo hili, ambayo hii ni chachu kubwa kwa taifa letu, chachu kwa usalama mtandaoni, chachu kwa intaneti iliyo salama kwa maendeleo ya nchi yetu, hususan wakati huu ambapo tupo kwenye uchumi wa kidigiti.